sayuni kanisa iliandikwa bingoni binguni katika sayuni kanisa iliandikwa bingoni binguni katika sayuni Kwa hivyo mtu anapookoka anakuwa amezaliwa Sayuni. Mtu anapookoka anakuwa amezaliwa Sayuni, anakuwa amezaliwa Sayuni. Kwa ambao katika Sayuni ni ambao wame- wameokoka, kusema ile maandiko ambao ko tunasome ya Obadia moja kumi na tambea makuo katika mtakika nazaliwa katika Sayuni maana zaliwa Sayuni, kwa kao wamini wote wako katika Sayuni, sikomba na tarajia kuenda baadaye. Kwa hivyo tuko katika Sayuni kwa sababu tuko ndani ya Kristo, tuko katika Sayuni kwa sababu tuko ndani ya Kristo Kwa katika Sayuni sababu tuko ndani ya Kristo. Wewe Mungu ako, Mungu ako Sayuni. Kwa vile ni maisha kwamba tume tumekuja kwa Mungu. Mungu ako Sayuni, Mungu ako Sayuni. Kwa vile ni maisha kwamba tumekuja kwa Mungu. Mungu ako Sayuni, kwa hivyo tumekuja kwa kwa Mungu. Mungu hapo Sayuni tunakuja kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Mungu. Mungu hapo Sayuni tumekuja Sayuni, maisha kwamba tumekuja kwa Mungu. Kama nitarajia tuenda kwa Mungu baadaye, mambo yanatarajia tutakuja kwenda kwa Mungu a, tutakuja kumfikia Mungu. Tuko kwa Mungu tayari kama tuko tuko Sayuni, tuko kwa Mungu. Wacha tuone mtu anakujaje Sayuni? Mtu anakujaje Sayuni? Mtu anakuja anakujaje Sayuni? Kumi, tisa. Barania kumi, Barania 19. 19s kumi, nasema nasomakwabaa basi, ndu, basi ndugu kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Tundi anasema njia ile iliyotwazie iliyo mpya hai haapichao katika pazia, yaani mwili wake, nakuo na kuhani mkuu juu ya nyumba ya Mungu. Kwa hivyo hiyo basi, ndio anasema kwamba, basi ni kwakuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo mtu anakuja sahini kwa damu ya Yesu Mtu anakuja Sayuni kwa damu ya Yesu. Mtu anakuja Sayuni kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo tukisema damu iyongelilikuidama mwili damu ambayo kwa mwili wetu, kwa kwa ongelea damu, anaongelea kazitikilifa Yesu Kristo kusikwa kusika na kufuka kwake. Kwa hiyo damu Yesu ni lugha ya picha. Huyo mtu anakuja kwa nakuja Sayuni kwa kile ambacho Kristo alifanya msalabani, kufa kuzikwa na kufuka kwake. Huyo ndio kigezo cha mtu kuja Sayuni. Tunakuja Sayuni kwa kufa kuzikwa na kufuka kwa Yesu Kristo. Kwa kuzikwa na kufuka kwa Yesu Kristo kumta, akiingia akiamini hicho, anakuwa maufikilia Sayuni

ni ujasiri ka katika ujasiri ko tunakuja kwa ujasiri kutokana kile ambacho Yesu amekufanya kufa kuzikwa na kufuka kwake. Mapia tunakuja kwa ujasiri kao tunakuja sauni kwa, kwa kile ambacho Kristo amekufanya. Nakuja kile ambacho Kristo amekufanya kwa kuzikwa na kufufuka ame kwake. Mtu. Kwa hiyo kwa hiyo si anaenda na anaenda Sayuni akiwa na kwamba atakuja kukuombolewa huko, ama atakuja takuja kukuombolewa Sayuni. Sasa hivi nabeba watu ambao wamekombolewa. Sasa hivi nabeba watu ambao wamekombolewa. Kumbe ibebe watu ambao wanatarajiwa kukombolewa. Nabeba watu ambao wamekombolewa. Kwa sababu mimi mimi sio mtu ambaye na

yule ambao katika sauni yule ambao wamekuja kwa damu ya Yesu, yule ambao katika sauni katika sauni, yule ambao wamekuja kwa damu ya Yesu, yule ambao katika sauni, yule ambao wamekuja kwa damu ya Yesu. Tunasema kwamba damu ya Yesu ni na maisha kwamba sacrificial work kama kazi yake kufa kuzikwa na kufufuka kwake. Kwa hivyo sasa hivi si kitu ambacho kinaonekana ama ni kwa mabaki yanaonekana ama yuko duniani. Kwa hivyo ndio maana sema kwamba tumesha ufikilia. Kama ingawa mahali location si na mahali yake sema tumeufikilia sema kwamba tutakuja kufikilia. Kwa hivyo sasa nguzo za Sayuni ya duniani kama kitu ambacho ama ni mahali hapa. Kwa hivyo Sayuni mahali penye tuko kumeshwa kwamba si kitu ambacho kinashikika kinaonekana, ama kama ni mahali. Mtu ambaye mtu ambako katika Sayuni. Kwa hivyo kwa hivyo kusema kwamba Yesu amegarishi katika mkono wa kuume. Kwa kwamba sisi pia tumekatishwa pamoja naye, inasema kwamba Yesu amekatishwa katika mkono wa kuume umesha kwamba sisi pia tume ketishwa na Kristo. Kwa sababu tumeketishwa na Kristo, umesha kwamba pia tumeketishwa katika mkono wa kuume, ama tumekatishwa katika Sayuni. Kwa hiyo mkono wa wakulia ama na kulia chakula misha kwamba ni mamlaka ama uongozi. Kwa hivyo si, si katika Kristo pia tuko na mamlaka, tuko na tawala. Kwa hivyo kama Kristo anatawala, sisi tunatawala naye, natawala na Kristo pamoja. Tusome Obadia, tuko hiyo Obadia, Obadia moja wa kumi na saba. Badia ya moja kumi na saba nasema hi badia katika mlima Sayu watakuwa watakuwako wenye kuokoka na utakuwa mtakatifu na nyumba ya Yakobo watamiliki milki zao. badia so, katika mnasomi watakuwa utakuwako wenye kuokoka na na utakuwa mtakatifu na nyumba ya Yakobo utamiliki miliki zao

Watu ambao wameshapokea ukombozi tayari, watu ambao wameshaokoka tayari, kwa sababu inasema kwa wa kwamba, yanaonyesha tofauti, naongelea na kitu ambacho kimeshatendeka ki kwa mwisho kwamba baadaye wakisema kwamba katika watu katikawani masauni tukawa na watu ambao wameshakuomolea, kwa watu ambao wamesha okoka, watu ambao wameshawekwa. Huyu ndiyo kwa lugha asili, ndiyo iko mara mtoto kwemtutambe kwenda na Kristo ni mtu ambaye amesha kombolewa. Tambe akwenda na Kristo ni mtu ambaye amesha amesha kombolewa

U mwamini ni mtu mtakatifu. Kwa hiyo mwamini si mtu ambaye ana tarajio kupata utakatifu ama tarajio siku moja atakuja kufanywa mtakatifu, talienda na kisu ni mtu mtakatifu. Kwa hiyo mtakatifu atakasema kwamba si ni kutoa kutenda dhambi ma kutokosea. Mtakatifu asili kwa kwa kwalogiasili ni kutengwa sababu ya kusudi la Mungu. Kwa hiyo takatifu si kwamba ndio kutokosea ama kuto kufanya jambo mbaya. Takatifu napata utakatifu mtu ambaye ako kama ndani ya Kristo ni, ni asili yake kama ni hali yake jinsi alivyo katika Kristo. Mtu ambaye ndani Kristo, mtu ambaye amesha tengwa ama mtu ambaye ametengenishwa kutoka kwa ulimwenguni andani ya Kristo. Ndiyo nasema kwamba sisi tuko ulimwenguni, bali sisi si wa ulimwenguni. Kwa hiyo potea pelee ni utenganisho, kwamba tumetengwa na Mungu hadi katika Kristo. Unataka tuangalie mambo matatu hapa ya kuna neno ukombozi. Tuangalie neno ukombozi: ukombozi, mkombozi. Ukombozi, mkombozi, halafu mkombolewa. Ukombozi, u ukombozi alafu mkombozi na mkombolewa. Ukombozi ni nomino, halafu mkombozi ni, ni tambaa na kukomboa watu. Mkombolewa ni mtu ambaye, mkombolewa. Mama mwamini, nataka tuangalie neno hiyo ukombozi, mkombozi, ukombozi Kumbuka neno mkombozi, ukombozi, pale ukombozi ambayo ni deliverance, hiyo ni nomino ukombozi bani deliverance kwa English, mwache ni kama mimi kwa english ndo. Kwa hiyo ukombozi ni deliverance, mkombozi deliver, mkombozi deliver, alafu mkombolo ni deliver Ukombozi ni deliverance. nafu no. Mkombozi delivera, ama mtu ambaye anakomboa. puu mkombolewa delivered, ma mtu ambaye amekombolewa, ama mtu ambaye anakombolewa. <laughs> Kwanza ni neno ya ukombozi. Ukombozi ama deliverance, ukombozi kwa neno ukombozi penye ime imetumika kwa kwa agano jipya

Kwa hivyo mtu halafu anakuwa miliki yako. Neno kwa rumai kwa kiriki limetumika kuonyesha kwamba mtu me, yako nakwa mtu halafu anakuwa yako kwa miliki yako kwa, si kwamba mtu halafu unamwacha tu hivi mtu anakuwa miliki yako kama anakuwa chini ya mamlaka yako. Kwa hivyo, napata kwa kwamba amefungwa na mefungwa kutoka katika ufungo, alafu unaumiliki ama anakuwa mali yako, mtu kutoka katika ufungwa, alafu anakuwa mali, ndio ndege bwana zinatumika katika Agano Jipya, unapata kwamba ukombozi unaokoa mtu ambaye katika ufungwa, unamokoa kutoka katika ufungwa, alafu anakoa miliki yako. Kwa hivyo sikuwa tunaokoa mtu alafu namwache. Kwa hivyo kutoa pepo kwa mtu hawezi kuwa ukombozi, maana kushatoa pepo si kwamba anakoa miliki yako, kwa namwache. Kwa hivyo hawezi kuwa ukombozi. Ukombozi ni kuondoa mtu mwani alafu na mimi nakuwa miliki yako ama nakuwa mali yako. Kwa ni lazima sisi kwa kwamba mtakuwa anakuwa mali yako ama miliki na umiliki. Kwa hivyo katika ukombozi tumie katika agano jipya, kisha kwa mtu muachi hivyo ama kisha kukomboa mtu amwachi wao wa, wa, wa, wa, wa, tu Hapana, kisha mo tuna mleta kwako, anamiliki una umiliki. Kwa hivyo mkomboe, halafu unamwacha tu hivyo, anilete kuishi kivyake ama kaa kivyake. Kwa hivyo mtu ambaye ame, amekombolewa, akishakombolewa nakuja na kuwa na mkombozi, hata akishakombolewa kwa mbo, mbo, mbo, naka, ama anakuwa na mkombozi ama anakuwa miliki ya mkombozi. Kwa wakati Mungu alitukomboa ama alikomboa kutoka katika nguvu za giza, kulingana na Kola sehemu moja kumi na tatu, kutukomboa tuna katuwacha hiyo, atukomboa, katuleta kwake, atukaka miliki yake kati nakombolewa, nabaki na mkombozi. kati nakombolewa, kuna baki na mkombozi, si kwamba mkombozi anakuomboa halafu anakuachilia. kati nakombolewa na kuwa na mkombozi, unabaki na mkombozi una, una una una, una kwa katika ukombozi ni kama Romani Unakomboa mtu hadi kwako. Unakomboa mtu hadi kwako. Katika ukombozi wa kuna jipa marumai. Komboa mtu hadi kwako, si kwamba unamkomboa halafu unamwachi, unakomboa halafu unamleta kwako, unammiliki. Sura ya Kolosai 1:13. Kolosai 1:13. Colossians chapter 1 verse 13.